Habari zenu wa Tanzania. Sasa mnakumbuka 2017 as Magufuli akiwa rais, ilitokea ishu fulani kubwa, ikawa international. Kuna yule mzungu yule mzungu alikuwa ana ni South Africa, lakini alikuwa ndio founder mkuu wa NGO ya kimarekani NGO ya kimarekani ambayo ilikuwa inafanya kazi Tanzania na kazi yake ilikuwa ni kulinda tembo from poachers, a watu ambao wanaua tembo alafu wanatoa ile mikonga wanaenda kuuza. Mnakumbuka kuwa kuna mzungu, story ya huyu mzungu akuwa anaitwa uh, Wayne Lotter eh? Huyu mzungu aliuawa Masaki akiwa kwenye, kwenye teksi akiwa anaelekea airport kwa sababu alikuwa Tanzania kuwafuatilia hawa watu wanaoua tembo. Kama mnakumbuka ilikuwa very big, very big story, international inentional uh, kipindi hicho as Magufuli akiwa rais, hmm? I think ikapita uh, smuda hivi kidogo, watu walikuwa hawajakamatwa, polisi wakawa wanajizungusha zungusha. Kwa hiyo lile shirika likatoa kitisho kwamba hawataleta funds tena kulinda tembo kulinda poachers kama hakuna kitu kitakachofanyika. Kwa hiyo Magufuli akawa under so much pressure kwamba wale watu wakamatwe. Kwa hiyo kama mnakumbuka so Magufuli akachukulia ile issue very serious. Kwa hiyo walikamatwa. Walikamatwa wote wakatiwa ndani yeah? I think walikamatwa kama ishirini, kama watu ishirini na mbili hivi walikamatwa wote wakawa ndani kipindi chote Magufuli akiwa rais mpaka Magufuli amekufa ile 2021 kesi yao bado ilikuwa inaendelea mahakamani. Kesi yao, hukumu yao imekuja kutoka 2022 mwanzoni, I think, yeah, mwaka hivi. Baada ya Magufuli kufa ndo hukumu yao ikatoka, wakahukumiwa um, uh, kunyongwa mpaka kufa watu kumi na moja, okay? Katika hawa watu kumi na moja kulikuwa kuna mtu pia anaitwa Alan Mafue huyu eh, alikuwa ni mmoja wa watu waliokumiwa kunyongwa pale, kwa sababu yeye huyu jamaa ni Mchaga. Yeye uh, uh, alikuwa na supermarket na supermarket yake, yaani wao ni group lao lile eh, la ku, la ku, la kuchukua tembo na kuua tembo na kuchukua ile mikonga. Sasa yule jamaa ana supermarket. Supermarket yake ndio iliyotumika Eh, yani watu kukutania pale kupanga ule mpango wote wa kwenda kumuua yule mzungu. Supermarket yake ndio ilitumika eh, kupanga mpango wote eh, wa kwenda kumuua yule mzungu, unaona. Yani jamaa, unaambia jangili jangili kweli eh, bonge moja la jangili, unaona. Sasa guess what, guess what, yule jamaa Allen Mafue baada ya kuwa convicted baada ya kukutwa na hatia na kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa kwa kumuua yule mzungu na wale washirika wenzie, guess what, Samia akamwachia yule jamaa Samia akamwachia yule jamaa ili atoke afanye kazi na Abduli Alan Mafue yuko rayani hapa, navyoambia ameachiwa mwanzoni mwa mwaka huu 2025 Alan Mafue. Sasa hapa nawekeni kipisi hapa cha cha, cha kesi yao ilivyokuwa, uh, smakamani um, uh, sma. Alan Mafue ni huyo jamaa mwenye shati ya bluu, in, ina, ina mistari mistari, eh sura yake akichaga hivi eh? ndio huyo, ndio huyo jamaa, huyo jamaa akaachiwa na Samia eh? Ameachiwa ili atoke afanye kazi na kina Abdul eh? Kwa hiyo you can imagine huyo jamaa kaachiwa. Kwa hiyo sasa hivi, kumbukeni kule Arusha kina Abduli sasa hivi ndio wanaenda kuishika ile airport ya KIA kupitia Oman, ndio wanaenda kuishika ile e airport. Alafu pale Arusha wameshamweka yule jangili mwenyewe eh, Daudi Bashite, umemweka pale Arusha, alafu wanaenda kuishika airport ya KIA, alafu wanawachia sasa hawa poachers ambao walihukumiwa kifungo. Wamemwachia huyu mmoja, ili wakafanya naye kazi. E yeah. so you can imagine kinachoenda kutokea sasa. Cha kwanza ni kuwataka mfanye sisi tufanye, eh, wanaharakati mfani. Cha kwanza inabidi mwambie ile organization NGO ile Pam Foundation kwamba tayari wameanza kuwaachia kisirisiri kikimya kimya, eh, watu waliomuua kiongozi wao, eh, akiwa da Alan Mafue, keshaachiwa yuko mjini sasa hivi, ameachiwa na serikali ya Tanzania ameachiwa na na rais mwenyewe kamwachia Alan Mafue yuko barabarani sasa hivi eh, kwa hiyo uh, i foundation ya Marekani ya mbiwe ya mbiwe sasa, wao wataamua kama wataendelea kutoela au wataendelea kufanya nini, lakini wajue waliomuua yule jamaa wame, wameanza kuachiwa na rais wa sasa, kwa sababu mtoto wake anahitaji kufanya kazi na wale majamaa